Leo tutaangalia ukuaji wa ubongo hatua kwa hatua. Ubongo wa binadamu hupitia mabadiliko makubwa kutoka utotoni hadi uzeeni. Mabadiliko haya yanahusiana na ukuaji wa neva, miunganisho ya sinapsi na kupungua kwa uwezo wa neva kadiri umri unavyosonga mbele. Nitakueleza hatua unazopitia. Hatua ya kwanza. Kipindi cha ujauzito kabla ya kuzaliwa, ubongo huanza kuundwa mapema, karibu wiki ya tatu ya ujauzito. Neva mpya neurons huanza kutengenezwa kwa kasi kubwa, hadi karibu 1250 kwa sekunde. Kufikia mwisho wa ujauzito, mtoto huwa na karibu bilioni mia moja za neurons, ambazo zinahitaji kuunganishwa kupitia sinapsi ili kufanya kazi. Hatua ya kwanza. Utoto wa awali miaka sifuri hadi mitatu. Neva huanza kuunganishwa kwa kasi kubwa sana na sinapsi nyingi hutengenezwa ili kusaidia mtoto kujifunza lugha, harakati na hisia. Ubongo wa mtoto wa mwaka mmoja huwa na sinapsi nyingi kuliko mtu mzima, kwani ni kipindi cha juu cha plasticity ya ubongo, neuroplasticity. Ubongo hufanya kazi kwa kutumia kanuni ya etumia au poteza, ambapo miunganisho isiyotumika huondolewa synaptic pruning ili kuongeza ufanisi. Hatua ya pili: utoto wa kati, miaka minne hadi 12. Ukuaji wa ubongo unaendelea, lakini kwa kasi ndogo zaidi. Ubongo huanza kuunda njia maalum za usindikaji wa habari kulingana na uzoefu wa mtoto kipindi hiki ni muhimu kwa kujifunza lugha, ustadi wa kijamii na kumbukumbu. Hatua kumbu ya tatu: uvulana na ukomavu wa awali miaka 13 hadi 25. Gamba la mbele la ubongo, prefrontal cortex, linalohusika na maamuzi, mantiki na udhibiti wa hisia huendelea kukua hadi miaka ya 20 neva nyingi huendelea kuimarishwa kupitia mielination, ambapo tabaka la mafuta linaloitwa mielin hujilimbikiza ili kuongeza kasi ya mawasiliano kati ya neurons. Hii ndiyo sababu vijana mara nyingi hufanya maamuzi kwa haraka na mara nyingine bila kufikiria kwa kina, e, kwa sababu sehemu ya ubongo inayodhibiti mantiki haijakomaa kikamilifu. Atua ya nne, ukomavu kamili, miaka 25 hadi 50. Ubongo unakuwa umekamilika na uwezo wa kufikiri kwa kina, kufanya maamuzi na kudhibiti hisia huwa imara. Kipindi hiki ni kilele cha kumbukumbu -kumbu, mantiki na uwezo wa ubunifu. Plastisiti ya ubongo bado ipo, lakini inashuka taratibu. Watu wanaweza kuendelea kujifunza mambo mapya, lakini inachukua muda mrefu kuliko ilivyokuwa utotoni. Hatua ya tano uzee wa awali, miaka hamsini hadi sabini. Taratibu, uwezo wa kumbukumbu -kumbu huanza kupungua hasa kumbukumbu -kumbu za muda mfupi. Kupungua kwa dopamine na acetylcholine, homoni muhimu kwa kumbukumbu -kumbu na hisia, husababisha udhaifu wa kiakili na wakati mwingine hatari ya ugonjwa wa Alzheimer. Hata hivyo, mazoezi ya akili kama kusoma, kutatua mafumbo na kujifunza mambo mapya yanaweza kusaidia kuchelewesha mabadiliko haya. Hatua ya sita: uzee mkubwa, miaka sabini na zaidi Neva hufa taratibu na plastisiti ya ubongo inapungua zaidi. Kiwango cha mzunguko wa damu kwenye ubongo hupungua na kufanya mchakato wa kufikiri kuwa pole pole. Ingawa mabadiliko haya ni ya kawaida, hali kama ugonjwa wa akili dementia au kiharusi stroke vinaweza kuharakisha upungufu wa uwezo wa akili. Hata hivyo, watu wanaojihusisha na shughuli za kiakili na kijamii wanaweza kudumisha ubongo wenye afya kwa muda mrefu. Licha ya hivyo, kuna mbinu na njia nzuri unazoweza kutumia kuhakikisha ubongo wako unakuwa na afya njema zaidi ya mwanzo, pia kuchelewa ubongo kuchoka na kuepukana na magonjwa ya kiakili hata kipindi cha uzee. Ubongo ni kiungo kinachobadilika maisha yote, ukianza na ukuaji wa haraka utotoni, kufikia kilele cha uwezo katika ujana na utu uzima wa mapema, kisha taratibu kupungua kadiri umri unavyosonga mbele. Mazoezi ya kiakili, lishe bora na maisha yenye shughuli vinaweza kusaidia kudumisha afya ya ubongo hata uzeeni. Kudumisha afya ya akili kwa kila hatua ya maisha kunahitaji mkakati wa kina unaojumuisha lishe bora, mazoezi ya mwili na akili, usimamizi wa msongo wa mawazo na mitindo bora ya maisha. Hapa kuna hatua mahsusi kwa kila kipindi cha maisha. Hatua ya kwanza, utoto wa awali, miaka sifuri hadi kumi na mbili katika hatua hii ubongo unakuwa kwa kasi na unahitaji virutubisho sahihi na uzoefu wa utajiri wa kijamii. Nini kifanyike? Lishe bora: maziwa ya mama kwa miezi sita ya kwanza, vyakula vyenye omega 3, samaki, mbegu za chia, karanga kwa ukuaji wa ubongo. Vitamini E, B, A, D, A. na chuma kwa maendeleo ya neva. Mazoezi ya akili Kusoma vitabu na hadithi kunaboresha lugha na kumbukumbu kumbu. Michezo ya kufikirisha kama kufumbwa mafumbo, kucheza dilafuti na chesi inasaidia ustadi wa utatuzi wa matatizo. Kuingiliana na familia na marafiki huimarisha ustadi wa kijamii. Mazoezi ya mwili, michezo ya nje huimarisha mtiririko wa damu kwenye ubongo. Kulala masaa kumi hadi kumi na mbili kwa usiku kunaimarisha utendaji wa ubongo. Epuka mfiduo mwingi wa skrini ya simu TV, ambao unaweza kuchelewesha ukuaji wa lugha na umakini. Hatua ya pili: uvulana na ukomavu wa awali, miaka 13 hadi 25. Huu ni wakati wa kuimarisha mtazamo wa maisha na tabia bora za kiafya kwa ajili ya mustakabali mzuri wa akili. Nini kifanyike? Lishe bora Chakula chenye protini nyingi, mayai, kunde, nyama huimarisha uzalishaji wa homoni za ubongo. Epuka vyakula vyenye sukari nyingi na vyakula vya haraka, ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa umakini. Mazoezi ya akili: kusoma na kujifunza mambo mapya kunachochea neuroplasticity. Kushiriki katika miradi ya ubunifu au kujifunza ujuzi mpya kama muziki, lugha au uchoraji kupunguza matumizi ya mitandao ya kijamii ili kuepuka msongo wa mawazo. Mazoezi ya mwili, michezo ya viungo na mazoezi ya nguvu huongeza mtiririko wa damu kwenye ubongo. Kulala masaa saba hadi tisa kwa usiku husaidia ubongo kuchakata kumbukumbu na kuboresha umakini. Epuka ev. msongo wa mawazo wa muda mrefu unaoweza kusababisha unyogovu matumizi ya pombe na dawa za kulevya ambazo huharibu neurons. Hatua ya tatu: ukomavu kamili, miaka 25 hadi 50. Huu ni wakati wa uzalishaji mkubwa wa mawazo na utendaji bora wa akili, lakini pia ni wakati wa hatari ya msongo wa mawazo. Nini kifanyike? Lishe bora: mafuta mazuri kutoka kwa parachichi, karanga na samaki yanasaidia afya ya akili. Chakula chenye nyuzi nyuzi, matunda, mboga husaidia kudhibiti sukari ya damu na kuimarisha umakini. Mazoezi ya akili, kusahihisha matatizo magumu na kushiriki katika mijadala ya kina huweka akili makini. Kujifunza ujuzi mpya, programu, ujasiriamali, lugha mpya huimarisha ubongo. Mazoezi ya mwili, kukimbia, kuogelea na yoga husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha kumbukumbu kumbu. Usimamizi wa msongo wa mawazo, kupumzika na kufanya mazoezi ya kupumua meditation husaidia kupunguza presha ya akili. Kushiriki katika jamii na kuwa na uhusiano mzuri wa kijamii husaidia ustawi wa akili. Epuka kuzingatia sana kazi bila kupumzika, jambo linaloweza kusababisha uchovu wa akili. Hatua ya nne: uzee wa awali, miaka hamsini hadi sabini. Katika umri huu lengo kuu ni kudumisha kumbukumbu kumbu na kuzuia magonjwa yanayohusiana na ubongo kama vile dementia. Nini kifanyike? Lishe bora, polyphenols katika chai ya kijani, divai nyekundu, chokoleti nyeusi zina faida kwa afya ya ubongo. Vitamini B12 na D zinahitajika kwa afya ya neva. Mazoezi ya akili Kusoma, kucheza michezo ya akili, chess, sudoku na kushiriki katika shughuli za kijamii. Kujifunza ujuzi mpya kama kucheza ala za muziki au lugha mpya. Mazoezi ya mwili: kutembea kila siku kwa angalau dakika 30 kunapunguza hatari ya Alzheimer. Mazoezi mepesi kama yoga na taichi yanaimarisha utulivu wa akili. Epuka kukaa bila shughuli za kiakili au kimwili kwa muda mrefu. Hatua ya tano: uzee mkubwa, miaka sabini na kuendelea. Katika hatua hii, lengo ni kuweka akili ifanye kazi kwa ufanisi na kupunguza hatari za magonjwa ya ubongo. Nini kifanyike? Lishe bora: epuka vyakula vya mafuta mengi na sukari nyingi, ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa sugu. Tumia mafuta ya mzeituni, samaki, mboga mboga na matunda yenye antioxidants. Mazoezi ya akili: kusoma vitabu na kufanya mijadala ya kina kunaweza kuchelewesha kupungua kwa kumbukumbu kumbu. Kushiriki katika shughuli za kijamii kama vikundi vya wazee au kujitolea. Mazoezi ya mwili kutembea au kufanya mazoezi mepesi kama yoga au tai chi. Epuka upweke na kutojihusisha na watu, kwani kunaongeza hatari ya magonjwa ya akili kama dementia. Hitimisho. Afya bora ya akili kwa kila hatua ya maisha inategemea lishe sahihi, mazoezi ya mwili na akili, kudhibiti msongo wa mawazo na kuwa na uhusiano mzuri wa kijamii. Ubongo unaweza kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi hata uzeeni ikiwa unatunzwa ipasavyo. Nashukuru sana kwa kutazama video hii. Pia usisahau kubonyeza alama ya subscribe na kengele hapo chini ili usipitwe na makala mpya nzuri za kuelimisha zinapotoka. Ila pia shiriki kwa uwapendao ili nao wapate maarifa. Bahi bahi, tukutane kwenye video nyingine.